Na mtazamaji wa Trend TV ukiwa kama mdau basi nadhani bila shaka jana utakuwa umetazama show ya Zuchu akiwa uh, na perform pale Kawe Tanganyika Packers. Na nimesema kwamba ukiwa kama mdau of course yani kama ni mtu ambaye unafuatilia entertainment basi obviously utakuwa ume notice baadhi ya vitu katika show ya Zuchu. Kichana na the main act ambayo ime happen ya Zuchu kumpandisha dogo patene na kuperform wimbo wao wa Afande. Uh, kitu kingine ni kwamba katika dress code ambayo Zuchu alikuwa ameivaa bwana kuna kitu kilikuwa kimestand out zaidi. Bwana, eh, tunajua kwamba Zuchu alivyoingia bwana alikuwa amevaa trench coat ya, ya papo ambayo ina manyoya manyoya mpaka chini, alafu alikuwa na wigi moja refu sana, hili ni blonde wig. Lakini ukizungumzia dress code ya Zuchu, alikuwa of course alikuwa na accessories za hapa na pale eh. alikuwa amevaa heleni za gold, cheni za gold, eh, pete za gold, bangili na, na eh, vitu eh, eh, vingine kama hivyo, lakini kiunoni bwana alikuwa na shanga vile vile ya gold. Sasa hapo kwenye shanga sasa ndo tunapozungumzia ni kwamba, alikuwa amevaa jeans chini ni bagi jeans yani, bonge moja la jinsi, lakini alikuwa hajavaa mkanda, alipiga kama mkuji fulani hivi, lakini boxa yake ilikuwa inaonekana, yani nguo yake ya ndani ilikuwa inaonekana, na ukitazama kwa haraka haraka hii unajua kabisa kwamba hii ni boxa ya kiume na ni wadau bwana, wameisha notice na kudai kwamba bwana, hiyo box ambayo Zuchu ameivaa ni ya Diamond, na amevaa hivi na hili jinsi kubwa na kuliweka mkwiji kulishusha chini. Lengo ni kwamba hiyo box ionekane iwe talk of the town kwamba Zuchu bwana ameamua kuperform na box ya Mondi on stage. Umeona bwana, na wadau kweli wameruka nalo hilo, na ni moja kati na ya vitu ambavyo vimetrend sana huko mtandaoni, na kama ilivyokuwa kawaida hapa Trend TV bwana, ikitrend tunaruka nayo, na ni kitu ambacho watu wengi sana wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano, kuna mtu hapa andika kwamba e, bwana kwani akivaa boksa ya Simba jamani, kuna shida gani kamu? E, kwamba bwana, bwana e, ka kwa kwa so, kwamba kweli hiyo boksa ni ya kiume? Na kama ni ya kiume je, ni ya Diamond? E, tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update